Ndugu waandishi wa habari, mimi kama msemaji wa timu ya basketball ya Dar City uh, leo hii Dar City tunaenda kuipeperusha kwa mara nyingine tena bendera ya nchi yetu ya Tanzania katika mashindano yanayoenda kufanyika Rwanda. Uh, kumbuka Dar City ndio timu ambayo ilikwalify kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya Afrika, lakini this time timu kubwa unaiona hapa, wachezaji international kutoka kila nchi unayojua wewe ikiwepo wa Marekani ukiwepo Ufaransa wa wakiwepo Watanzania wenyewe, Kenya na sehemu zingine tofauti tofauti, wameungana kwa pamoja na timu ya Dar City kwa ajili ya kwenda kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika mashindano huko Rwanda. Ninaye Ali atatuambia vizuri ni mashindano gani ambayo uh, tunaenda kuwakilisha pale uh, Rwanda na tutakaa kwa siku ngapi? Okay, uh, mimi naitwa Ali ni, uh, mtokea Dar City basketball team. Okay, uh, mashindano yanayofanyika Rwanda ni ya uh, Genocide Memorial Tournament. mm -hmm. Ambayo yanakuwa yanafanyika kila mwaka nchini Rwanda kwa ajili ya uh, kumbukumbu ambazo zimetokea kwa yale mauaji. Mauaji ya kimbali, yeah, kimbali. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, tutaenda kukaa kule kwa muda wa siku nne, yeah. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa na mechi mbili kwa makundi then tutakuja hatua ya nusu finali then